Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Christian Makonda, Juni 9, 2025 ameshuhudia hafla ya utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami kutoka Waso hadi Loliondo yenye urefu wa kilomita 10, wilayani Ngorongoro. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Makonda amesema kuwa Serikali ya Awamu ya Sita chini ya uongozi wa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo hususani sekta ya miundombinu ya barabara katika mkoa wa Arusha. Amemtaka mkandarasi wa China WU Yi Ltd anayetekeleza mradi huo kufanya kazi usiku na mchana ili kukamilisha ujenzi ndani ya kipindi cha miezi 12 kama ilivyopangwa. Aidha, usanifu wa barabara hiyo ulianza mwaka 2012 na sasa utekelezaji wake unaanza rasmi chini ya serikali ya awamu ya sita, jambo linalodhihirisha dhamira ya Rais Dr Samia ya kufungua fursa mpya za maendeleo kwa wananchi wote. Barabara hii ya leo ambayo tunaishuhudia imetiwa saini na mkandarasi kupatikana, yenye kilomita kumi itakaowapeleka wananchi kwenye maeneo yao yote na kuungana na zile 47 kuwafanya wanaweza kuingia Loliondo, makao makuu yao ya wilaya bila kuwa na shida yoyote. Lakini hii ni sehemu tu ya barabara ambayo si tu kwa ajili ya kuwapeleka wananchi kwenye ofisi zao za wilaya lakini pia nafungua lango kubwa la uchumi kupitia usafirishaji na usafiri kwa wananchi. Ziko barabara zingine ambazo zinakwenda kujengwa katika mkoa wetu ambazo zinaenda kutangazwa sio muda mrefu, na zingine tayari zimeshatangazwa na mkataba umeshasainiwa ikiwemo pamoja na hii barabara yenye urefu wa kilomita saba ambayo itakuwa ni ring road nyingine kubwa katika mkoa wetu. Kilomita sabini, sio mchezo, na zinaanzia pale kwa Mlombo zinaenda bonde ni site kwenye roundabout pale inaenda mpaka kule JKT Olojolo, inakuja kuzunguka mpaka kuja kutokea huku ftrit mshono. Ni barabara muhimu ya kimkakati itakayowezesha sasa wananchi wa jiji la Arusha kuwa na mawasiliano yenye miundombinu, kwa kuitumia sasa TARURA kutengeneza hizi barabara ndogo tunazita feeder road, barabara sasa katikati ambazo zinakutoa upande mmoja zinakuleta kwenye barabara kubwa, kama ni baipasi inaokwenda mpaka airport au hii baipasi nyingine inayopita kwenda mpaka Orojoro. Lakini sambamba na hiyo, tumeiomba wizara na tunaenda kwenye hatua za mwisho, na Mungu akipenda, tutakuwa na ugeni wa wizara kuja kutembelea, tuangalie barabara yetu ya kutoka pale sokoni kwenda mpaka Kisongo, ina urefu wa kilomita tisa na yenyewe inakwenda kujengwa kwa njia nne, ikiwa pamoja na hiki kipande cha hapa, hii kona kwenda Nairobi. Kwa hiyo kwa maana nyingine, tena ukitoka pale soko letu kubwa kwenda mpaka hapo, maisha yatakuwa mazuri. Rai yangu kwa wananchi wa mkoa wa Arusha, tuhakikishe panapopita barabara basi, na sisi tumeshirikiana na wizara ya ardhi kupanga makazi yetu, kilomita sabini zitakazokwenda kujengwa ambazo mkataba umeshasainiwa na hakikisha meneja wa TANROADS kwamba mkandarasi mwezi huu ameshaingia site. Tuhakikishe kwamba na sisi wananchi kote huko kwenda mpaka Olojoro, tuyapime maeneo yetu, tushirikiane na halmashauri kuyapima, hicho ni mji uliopangika. Kwa ndugu zangu wakandarasi mnaopata kazi kwenye mkoa huu, sio tu nyinyi, hata wale wengine pale ambapo umelee certificate, unaona hujapata malipo yako kwa wakati, usisimame ukaondoa vifaa. Wasiliana na mamlaka husika, kama ni TANROADS, wasiliana na TANROADS. Kama ni TARURA wasiliana na meneja wa TARURA. Akikwama meneja wa TARURA, na nafasi ya kuja kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, na sisi tutaomba mamlaka ili uweze kulipa pesa yako na kazi ifanyike kwa wakati. Huu mji sio wa hadithi, sio wa stori, tunataka kazi, watu wanataka matokeo habari za kwamba tuna mpango wa kujenga tuna mpango wa kujenga, watu wamechoka kusikia, watu wanataka kuona ujenzi unafanya nini, unafanyika na kama ujenzi unafanyika na nyinyi mmeshaingia mkataba, na kwa sababu kazi nzuri mmeshaifanya, basi nendeni mkaichapa hiyo kazi bila kusita. Mwisho tukueni watoto wa maeneo hayo, vijana wapate kazi, wakiwepo vijana katika wa maeneo itakuwa jambo jema sana.